Karibu katika channel hii ya FEABOY na video hii ni kwa wale wanaofanya application ya mkopo wa HESLB, Higher Education Students Loan Board. Kwa wale wanaofanya application ya mkopo video hii ni kwa ajili yenu. Kama bado huja create account au hujatengeneza account yako, utakuja sehemu hiyo ya kutengeneza account. Hapo utaselect type na hapa tunafanya loan application, utabonyeza kwenye loan detail. Sasa sehemu hii utaingiza namba yako ya form 4, form 4 index number, utaingiza namba yako ya mtihani wa form 4, then uta click neno register now. Na kama tayari umeshafungua akaunti yako unachotakiwa kufanya ni kuweza kulogin. Sasa wakati una login kwenye username utaingiza namba zako za form 4 na kwenye password utaingiza password zako baada ya hapo utaweka ile remember me then uta click neno login. Sasa wakati unapoanza kujaza ile fomu, hatua ya kwanza kabisa utaletewa kuna neno inaitwa NAPA, NAPA reference number. Sehemu hii nimeona inawasumbua watu wengi sana, na watu wengi wamenitafuta wakitaka kujua namna ya kuweza kupata hiyo napa reference number hiyo NaPA reference namba, namna ya kuweza kuipata watu wengi wamekuwa wakiuliza. Sasa nimeitengeneza video hii maalum kwa ajili hiyo. Sasa namna ya kuweza kuipata, utakuja linki nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii. Sasa namna ya kuweza kuipata hiyo NaPA ambayo ni National Physical Addressing National Physical Addressing, namna ya kuweza kuipata linki hiyo ambayo nimekuwekea katika description ya video hii, ukishaifungua utafungua page hii hapa, itafunguka page hii namna hii, kama jinsi unavyoona, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, fomu ya usajili wa kushiriki katika uhakiki wa taarifa za anwani ya makazi. Hasa ile hapa ni National Physical addressing ambayo inamaanisha ni anwani ya makazi au jinsi ya kuweza kupata anwani yako ya makazi au anwani ya mahali ambapo unaishi, namna ya kuweza kuipata. Utatakiwa kujaza fomu hii ili uweze kuipata adresi yako hiyo. Kwa sehemu hii ya kwanza utaambiwa chagua mkoa. Utachagua mkoa wako, kama ni Dodoma kwa mfano. Mimi nitachagua labda Arusha. Alafu utaambiwa chagua halmashauri. Sasa pale Arusha utachagua halmashauri yako. Kwa mfano mimi ni Karatu, nitaweka hapa. Okay. Baada ya hapo utaambiwa chagua kata au wadi. Utachagua kata. Kwa mfano mimi hapa nitachagua kata yangu ni hii hapa ya Oldeani. Alafu baada ya hapo utaambiwa chagua mtaa au kijiji. Kijiji changu mimi ni hii ya Oldeani. Alafu baada ya hapo sasa utaambiwa jina la kwanza. Ingiza jina la kwanza. Kwa nitaweka jina langu la kwanza. Nitaweka jina la kati, nitaweka jina la mwisho taweka na tarehe ya kuzaliwa. Okay, utaweka tarehe yako. Utachagua jinsia ambao ni mwanaume. Hapa nitaingiza labda barua pepe yangu labda tuseme ni hii hapa. Alafu nitaweka namba zangu za simu. Katika sehemu inayofuata nitachagua, nitachagua nchi yako hapo. alafu baada ya hapo sasa nitaingiza namba zangu za simu. Na baada ya kuweka namba yako, utaandika usahihi majira ya nukta, ingiza usahihi majira ya nukta. Kwa hiyo hapa sasa unachotakiwa kufanya utajaza fomu hii kama jinsi inavyoonekana, utatakiwa kuijaza hii fomu yote. Kwa utaingiza usahihi majira ya nukta, utakuja hapa utajaza uh, toleo la Android. Android yako kama ni Android 9, Android 10, 11, 12 utajaza hapo. Hapo utaweka aina ya simu kama ni Samsung, kama ni Infinix, kama ni Tecno. Utajaza na hapa utachagua benki. Utachagua benki ambayo unaitumia labda ni CRDB bank utaweka, alafu utaingiza namba ya account. Ukishaingiza namba yako ya account, baada ya pale utaandika jina la account, jina ambalo imesajiliwa namba hii ya account. Baada ya hapo utahifadhi. Ukishahifadhi utaenda hatua inayofuata. Hatua inayofuata basi utaweza kupewa ah, zile reference number. Au kama unaona njia hii ni ngumu sana wewe kupata unachotakiwa sasa kufanya naenda katika ofisi yako ya kijiji, naenda katika ofisi ya kijiji mahali ulipo, alafu uambie wa kupatia reference number. Utapewa reference number. Kwa hiyo njia ile ni rahisi sana, kama upo karibu na ofisi ya kijiji, fika ofisi ya kijiji, utaweza kupewa reference number kwa haraka zaidi na utaweza kujaza na kuendelea na mkopo wako. Kwa hiyo hii ni jinsi ambavyo unatakiwa ufuate utaratibu huo kupata reference number. Na uh, kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwa katika channel hii, usahau kusubscribe, kulike na kucomment katika channel hii. Asante na karibu.